Ujambo na karibu karibu katika kituo chetu cha habari kwa siku ya leo, na kabla tuweze kuzama ndani, ningependa kukushukuru kwa kujiunga nasi na yule ambaye ni mgeni, finya subscription ili uwe mmoja wetu. Kwa wale ambao wamesoma historia na wale ambao wanafahamu vile ambavyo serikali huwa inafanya kazi yake, ni kwamba baada ya mtu kustaafu hata kama si serikalini hata afisini mwa serikali baada ya kufikisha miaka ya kustaafu wengi huelekea nyumbani kufanya ukulima, kupumzika, na kufanya vitendo vingine tofauti, kutokana na ambavyo ni tofauti afla kazini, na zile shughuli ama hafla alikuwa akitekeleza akiwa kazini. Na kwa wale ambao wanafanya kazi serikalini huwa wanapata marupurupu na kupumzika, ambayo huwasaidia wakati ambapo wako nyumbani kama sante kutoka kwa zile kazi ambazo wameweza kufanyia taifa. Nchi ya Tanzania kumekuwa na marais ambao wamestaafu. Mojawapo ni Jakaya Mrisho Kikwete ambaye alistaafu zaidi ya miaka kumi iliyopita, na baada ya kustaafu nchi ya Tanzania iliweza kumtunuku kiasi fulani cha fedha ambacho yeye ukipata kila mwezi kama asante kwa kazi mzuri aliyoifanya kuhakikisha kwamba amekuwa rais na meiongoza nchi ya Tanzania kwa uzuri. Vilevile vile kuna baadhi ya vile ambavyo aliweza kupata kama manufaa, ikiwemo ni afisi yake ya kutumia kwa maslahi ya mazungumzo na viongozi na kushauriwa lakini inavyoonekana ni kwamba Jakaa Kikwete hataki kustafu, bado yumo serikalini na pale ambapo tumefikia ni kwamba anaonekana zaidi kuliko hata viongozi ambao wamo serikalini. Jakaa Kikwete ameweza kushambuliwa na wananchi kwa sababu aliweza kumsifu mama Samia Suluhu kwa kutunza amani ya nchi ya Tanzania na kushikilia nchi kwa ujasiri, hata baada ya machafuko ambayo yaliweza kushuhudika mnamo tarehe 29, 29 Oktoba mwaka jana nakaweza kuwasihi wananchi wa Tanzania kufanya maombi ili kusiweze kutokea machafuko mwaka wa elfu mbili ishirini na sita. Ninapoangalia utupa yake naliona kosa kuwasihi wa Tanzania waombe kusikuwepo na machafuko mwaka wa elfu mbili ishirini na sita. Tayari ni kama Jakaya Kikwete ameona, amehisi dalili kwamba kutakuwepo na machafuko, machafuko ambayo yanatokana kutokana na uongozi ambao bado yeye yuko moja ya wale viongozi ambao hawataki kuhakikisha kwamba mwananchi anapata amani, anapata kushughulikiwa na anapata kujinufaisha kutokana na serikali ambayo aliweza kuipigia kura, kukosa kuwapa wananchi nafasi ya kujieleza kwa kupitia njia ya kumchagua viongozi wanamtaka. Jakaya Kikwete ameonekana zaidi ya si mana moja katika hafla za sa serikali ikiwemo ni, ikiwemo ni kuzindua baadhi ya miradi ambayo ni ya kiserikali, shughuli ambayo inafaa kufanywa na waziri mkuu na yule ambaye ni kiongozi anamsaidia rais ama naibu wa rais. Vilevile amekuwa akionekana katika ikulu ya nchi ya Tanzania, pale ambapo amekuwa akishauriana kwa karibu sana na Mama Samia Suluhu Hassan kile ambacho ni swali zinajiuliza mtazamaji ni kwamba alistafu kweli ama hii serikali inaongozwa na Jakaya Kikwete bado? Hata baada ya serikali ya John Pombe Magufuri ambayo iliweza kushikiriwa na mama Samia suluhu Hassan, Jakaya Kikwete bado alishikilia na bado sasa ndi ameweza kubobea zaidi na hata anaonekana zaidi katika hafla na mikutano ambayo ni ya serikali ameshamriwa makubwa na wananchi, ambao wanahisi kwamba Jakaya Kikwete ana bado anafaa kuwa mstaafu, afai kuonekana katika hafla yote ya serikali, afai kuzungumza kuhusiana na mambo yanayohusiana na amani, kwa sababu wananchi wa Tanzania wamechoka na serikali iliyokuwemo madarakani na wanataka kwamba serikali hiyo hiwe, iweze kuondoka na kuwapa wale viongozi ambao wataweza kuendeleza serikali iliyo na amani, serikali inayowaelewa wananchi zaidi. Swali ambalo mtazamaji wangu unajiuliza ni kwamba ni nini hiki ambacho Jakaa Kikwete anakilinda serikalini, kiini chake kikubwa kuzunguka afisi ya Ikulu kuwa msemaji na mwakilishi wa serikali ni kipi? Kwa sababu hatamu yake iliweza kukamilika, ni nini alichokipakisha ambacho bado anahisi kwamba anafaa kuwa serikalini? Ni udikteta mgani ambao anataka kurudisha serikalini, ambao tayari tulishaondoka? kwa sababu pale ambapo tumefikia, serikali zote za kisasa zinaelekea pale ambapo wananchi wanaweza kujienjoi kunufaika, kunufaika kutokana na haki za kibinadamu na hata kuona uhuru ambao ni, ya, ni wa uzalendo kwa mwananchi wa kawaida. Ikiwa unasikiza hili Jakaya Mrisho Kikwete Wakati wako uliisha kitambo. Uwanja ni wa viongozi ambao wanataka mabadiliko, viongozi ambao wanaheshimu katiba, viongozi ambao wanasikiza wananchi zaidi kuliko kufikiria, kufikiria... nafasi sawa zake binafsi. Pumzika nyumbani kwa amani. Pata shughuli ya ukulima, fuga kuku, wala sikuwa serikalini. Wape viongozi waliochaguliwa, viongozi ambao ni wadogo waweze kuendeleza serikali ya Tanzania kuiondoa katika udikteta na kusaidia Mama Samia Suluhu kufanya ama kufanya uamuzi ambao unaiendeleza nchi.